Mtazamaji, mwili wa mwanamume anayedaiwa kumuua mkewe usiku wa kuamkia Jumapili umepatikana katika kisima cha parokia uh, ya kanisa Katoliki la Isongo eneo bunge la Butula, kaunti ya Busia. Mwili wa Julius Were ambaye amekuwa akitafutwa kwa siku kadhaa sasa baada ya kuripotiwa kumuua mkewe ulipatikana eneo hilo alipokuwa akihudumu kama mlinzi. Kwa mujibu wa viongozi wa kanisa hilo, mwili wake uligundulika na mtoto aliyekuwa ameenda kisimani humo kuchota maji alipokaribishwa na uvundo mkali wa nzi. Ripoti za awali zikiashiria kwamba mwanamume huyu alikuwa na ugomvi wa kinyumbani kwa muda na marehemu mkewe. So wakati amefungua that lead kwanza, alikutana with a bunch of housefly uh, uh, uh, akajaribu kuweka kile ki cha kuchotea maji kibui, kule ni kama alikuwa anapata resistance kama kilikuwa kinagonga mtu kikitu So based on what was happening around, akaenda kuonea wazazi wake, wakaja kachali, kaangalia waka na uvundo ulio ulikuwa unatokezea una kule ndani, it was confirmed that at least somebody was inside there. Na baadaye waliweza kuita mutu, akaleta torch wakamulika huko ndani, ili waweze kuona kienye kilikuwa ndani, na waka confirm ya kwamba alikuwa huyo Charles Were ambaye, yeah.